Good morning my good people. Habari za asubuhi, nimeamkaje wadau? Nimekuja kuwasalimia hawa jamaa. Nimekuta wamelala, sasa ndio na wenyewe wameanza kuamka amka. Unaona wanakimbia kimbia, wanajinyosha. Baada ya kuamka sasa wanajinyosha. Unakuta wanakimbia kimbia, wanakimbia kimbia mara huku mara huku. Na hapo naona wamejaa hivi hapa. Hapa wamejaa hivi, maana yake kuna chakula hapo walimwaga. Sasa wanakiokota, wamejikumbuka. Wanakiokota. E, kumekucha sasa, kumekucha sasa. Mungu ni mwaminifu, hii ni wiki ya tatu. Usisahau, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku siku ya kumi na nane. Sijui wenzangu mnahesabu, maana mimi hapa katikati niliacha kuhesabu. Yeah, kama mnavyowaona hawa wanaendelea vizuri sana, hawana mafua, hawana changamoto yoyote ile. Sasa kuna dawa moja niwahi kuizungumzia hapa kwa ajili ya kufanya kufanyia fumigation kwenye kuku kwenye banda la kuku, kabla hujawaingiza au hata kama baada ya umewaingiza, kwa mfano hivi walivyo humu ndani, alafu unahisi kuna wadudu humu wanawasumbua kuku wako, watambaao wale, labda utitili eh, viroboto kama hivi kuna dawa niwahi kuzungumzia, unapiga hata kama kuku wamo ndani, haina madhara kwa kuku, inaitwa V-RID ya ile dawa ile. Leo nimekuletea exclusive good news kwamba ile dawa pia inaweza kutumika kama dawa ya mafua, kwamba unapochukua ile dawa unapiga ndani ya banda, lakini pia unawawekea kwenye maji wanakunywa kama dawa ya mafua. So unatumia kile kile kizibo kile, unajaza kile kizibo kile viwili unaweka kwenye ndoo yako ya lita kumi. Kile kichupa kina kizibo chekundu, kile kichupa cha V-RID kina kizibo chekundu. Mimi huwa mara nyingi nikiweka dawa, naweka dawa ili iwakolee, sio iwa overdose, iwakolee. Unaweza ukawapa dawa kutokana tu na kipimo, wewe baadaye ukaona kama dawa hii haifanyi kazi, lakini kumbe wewe ndio umeshindwa kuweka kipimo kinachotakiwa. Unaona, kwa hiyo unaweka vile vizibo vizibo cha kizibo cha cha ile chupa ile unaweka viwili kwenye maji yaliyojaa kabisa litakumi, alafu unawapatia kuku wako. Inasaidia sana kwenye kutibu mafua. tunaelewana ndugu zangu, yeah Apart from limozini na dawa nyinginezo pia ile inaweza kukusaidia sana kutibu mafua jamani, ndo nimetoka kuamka na jana tulikuwa live mpaka saa saba usiku I'm sorry. Kwa hiyo ilichukulia ime, ime, ime, ime, ime, ime, muda mwingi sana kwa kwamba sikuwa vizuri, nimechelewa kuamka lakini sijachelewa sana, ila tu uchovu. Kila siku saa mbili na nusu jioni tunakuwa na live pale TikTok. Kwa hiyo karibu kwenye live pale, ambapo utakuwa na nafasi ya kuuliza maswali na kujibiwa pale pale. Wakati mwingine tukiwa na neema ya Mungu, tunapata na daktari anakuwa pamoja nasi pale, kwa hiyo inakuwa rahisi sana kumuuliza daktari ma maswali ambayo wewe yanakusumbua katika ufugaji. Kwa hiyo karibu sana unapoingia tu kujiunga kwenye live yetu, ni lazima uanze kutap tap una subscribe, lakini pia una share video ili wengine pia waweze kuona na kuhamasika kujiunga na live yetu. Hiyo ni formula. Ukiingia pale tu kama mnavyofanya huku huku huku huku YouTube, unasikiliza tu video, mpata elimu yako, unaondoka, hata kusubscribe unaona kazi. Ukiuliza swali lako pale halitajibiwa litakaa hilo swali mpaka mwenyewe utachoka. Yaani kwa sababu ukisubscribe tunaona, uki uki uki, uki like tunaona, uki, uki share pia tunaona, uki follow pia tunaona. Kwa hiyo tusipoona na umeuliza swali pale wala hatujibu. So tunataka ushirikiano wako. Utusupport kama ambavyo tunakusupport. Live yetu inakuwa nzuri sana kwa sababu tunajifunza mambo mengi na unapata opportunity ya kuuliza swali papo kwa papo na unajibiwa lakini pia pale kuna kuhamasishana sana, watu wanajua vitu vingi, watu wanahamasishana pale. Kwa hiyo na wewe karibu sana, karibu sana kwenye live yetu, ili kwamba iweze kukusaidia mambo mawili matatu kuhusiana na ufugaji wa kuku. Usisahau viridi inatibu pia mafua. Love you so much. Hatuna kifo mpaka sasa, na tunaamini tushawini, hakutatokea tena kifo chao.